Mheshimiwa Mwenyekiti, bei ya nyumba kwenye majengo ya gorofa inayojengwa na shirika la nyumba ya taifa kwa ajili ya kuuzwa hutofautiana kulingana na gharama za ujenzi, thamani ya ardhi ya eneo husika, ukubwa wa nyumba, gharama za miundombinu, huduma zinazoweka katika jengo, pamoja na gharama za mikopo, endapo shirika linakuwa limekopa kwa ajili ya ujenzi wa mradi husika. Mheshimiwa Mwenyekiti, bei za nyumba za vyumba viwili kwenye majengo ya gorofa yani apartments, ni kati ya shilingi milioni 80.2 na shilingi milioni 96.9. Kadhalika bei ya nyumba za vyumba vitatu kwenye majengo ya ghorofa au three bedrooms apartments, ni kati ya shilingi milioni 186.8 na shilingi milioni 321. Bei hizi zinajumuisha kodi ya ongezeko la thamani yani, VAT. Mheshimiwa Sanya. Asante sana Mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuuliza masuala mawili madogo ya nyongeza. Mheshimiwa Waziri, ukiangalia hali halisi ya Mtanzania na kipato alichokuwa nacho na nyumba hizi za kipato cha watu wa kati na juu ni bei kubwa sana na hailingani kabisa na maisha ya Mtanzania na wala Mtanzania wa kawaida hataweza kumiliki nyumba kulipa kwa bei hii. Je, hatuoni kwamba serikali iko haja ya kutia mkono wake, yaani kusubsidi, ili wananchi wake wakafaidika na majengo haya badala ya kuwatwika mzigo ambao hadi atakufa na kurithiwa hataweza kulipa deni la milioni 186 au 321, serikali ina mpango gani basi wa kufidia ili yapatikane yale maisha bora ya Tanzania angalau kwa asilimia hamsini kwa kipindi cha miaka kumi inayokuja ili watu waweze kuishi maisha bora katika nyumba hizo. Pili, Mheshimiwa wa Waziri atakubaliana na mie kwamba kuna nchi ambazo huwa zinatoa nyumba namna hii na hazizidi dala elfu 28 yani kama milioni 56 mpaka dala elfu 30 yani milioni 60, na nchi hizo zimepiga hatua nzuri ya kuwapatia wananchi wake maendeleo ya kuwapatia nyumba za kisasa zilizo nzuri na bora, na wao kuishi vizuri. Hamuoni kwamba kuna haja ya kwenda kujifunza katika nchi hizo, mojawapo ni moroko ili kusaidia wananchi wetu kupata nyumba ambazo za bei rahisi kuliko nyumba hizi ambazo ni kitendawili na zitakaliwa na watu wanaofanya kazi TRA peke yake. Asante Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya mheshimiwa Sanya, mbunge wa jimbo, wa mji mkongwe kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, kwanza kabisa ameeleza namna ambavyo nyumba hizi ni ghali, lakini vilevile vile alitaka kufahamu serikali ina mkakati gani wa kuweza labda kuipa ruzuku, ruzuku National Housing au kuiongezea fedha ili waweze kujenga nyumba nyingi zaidi za gharama nafuu. Mheshimiwa mwenyekiti, kwanza ni mueleze Hivi sasa National Housing yenyewe inachukua mikopo mbalimbali mbali, lakini vilevile vile tunayo sheria ya mortgage financing ambayo kupitia sheria hiyo tumeanzisha Tanzania Mortgage Refinancing Company na imekuwa ikisaidia mabenki mbalimbali ambao wanaweza kutoa mikopo kwa ajili ya benki zingine ili kuweza kupunguza gharama za mikopo ya nyumba, lakini sambamba na hiyo, sisi kama serikali kwa kutambua hili, ukiangalia mzigo mkubwa pia huko katika VAT serikali imeanza kuchukua hatua na hivi sasa tuko katika mashauriano na vyombo mbalimbali serikalini ili kuona ni kwa namna gani, kwa hatua ya haraka kwanza, kuona ni kwa namna gani tuweza tukaondoa kodi hii ya afya ongezeko la thamani au VAT ambayo ni asilimia kumi na nane, na tunaamini endapo itafanikiwa, hiyo ni hatua ya kwanza ya kupunguza gharama hizi za nyumba. Lakini pia, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa muuliza swali swali lake lilikuwa ni kwenye nyumba za magorofa, tunazo nyumba za chini. Nitoe mfano Katavi, ziko nyumba za shilingi milioni 36 na tukiondoa VAT nyumba hizi ni shilingi milioni 30. Tukichukua kwa upande wa nyumba za Longido tumeziuza kwa milioni 51 kwa bila VAT. Tukichukua kwa nyumba za Kibada bila VAT ingekuwa ni shilingi milioni 39 lakini tulipoziuza kwa vati ilikuwa ni milioni 46. Kwa hiyo niseme tu kwamba sio kwamba nyumba zote ni gharama za juu. Kama nilivyoeleza hizi za magorofani ya apartments nyingi ni za watu wa kipato cha kati na cha juu, lakini vilevile lengo vile letu National Housing kama ilivyo sera ya maendeleo ya makazi ya mwaka elfu mbili lakini lakini vile vilevile kama ilivyozamira tangu mwaka 62 shirika hili lipoanzishwa ni kwamba tuhakishe kwa kadri inavyowezekana tunahudumia watu wasio kuwa na kipato. Na sisi kama wizara tumewapa maelekezo National Housing kuangalia wanaweka jitihada gani kuhakikisha kwamba gharama hizi zinaweza kupungua kwa kadri inavyowezekana. Kwa hiyo nimwambie tu Mheshimiwa mbunge tutakapokuwa tukisoma bajeti yetu huenda tukaweza kutangaza hatua zaidi ni nini tunaweza kufanya. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika swali la pili ametolea mfano wa nchi ya Morocco ni pende tu kumwambia hatujaenda huko lakini tumeenda Uturuki, tumeenda Malaysia na nchi zingine. Ukiangalia kwa nchi zingine hatua pia ambayo wanaifanya, ukiangalia kwa hivi sasa kuna mortgage, huwezi ukalipa siku hiyo hiyo milioni hamsini endapo utachukua mkopo wa nyumba wa milioni kumi mpaka milioni ishirini na hivi sasa tuna benki takriban 40 zinazotoa mkopo wa nyumba. Gharama kwa kweli itaweza kulipika, haitakuwa kama ambavyo unaiona hivi sasa milioni 40 kutoa mfukoni. Ukiangalia kwa mkopo wa milioni 20 na 25, mfano wa FNB kwa takriban riba ya asilimia, kama mtu analipa hivi sasa kodi ya nyumba kwa laki tano, angeweza kwenda kulipa mkopo wa nyumba benki kwa shilingi laki mbili mpaka laki tatu, na bado nyumba ikawa ni ya kwake. Lakini bado sisi kama serikali tunajitahidi kuhakikisha kadi inavyowezekana tunashusha kwa kadi inavyowezekana bei za nyumba hizi, na ndio maana pia tumepanga kuanzisha taasisi au mamlaka itakayodhibiti bei mbalimbali za nyumba au Real Estate Regulatory Authority. Na tayari taratibu za kumpata mshauri mwelekezi zimekwisha anza, kwao tunaamini hili litaweza kuwezekana. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru.